Turejee tena gatuzi namba 26 ambapo licha ya wakulima wa mahindi kupata mazao maradufu katika kaunti ya Trans Nzoia, bado wanaendelea kutaabika kutokana na bei duni ya zao hilo kufuatia wizara ya kilimo kuchelewa kutangaza bei rasmi ya kununua mahindi, hali inayowapa nafasi madalali kuwanyanyasa wakulima. Kwa sasa wakulima wanalazimika kuuza mahindi kwa kati ya shilingi elfu mbili mia tano na elfu tatu kwa gunia la kilo 90, jambo linalowaletea hasara. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na gavana George Natembea wamekashifu serikali kwa kushindwa kutangaza bei ya mahindi kwa wakati unaofaa the whole nation. See, lazima kuomba ofisi zetu zote katika the five La nyinyi, wakulima mnajua, kama mmelima mahindi na uzi mahindi yako kwa shilingi elfu tano kwa gunia kwenda juu, hiyo sio biashara, hiyo yote ni hasara. Serikali inajua hivyo, lakini tunaambia serikali, patia mkulima wa wa wamoto shilingi elfu tano kwa gunia moja mahindi, serikali nakataa. Lakini serikali iko tayari kwenda kuleta mahindi kutoka Pakistan ili iwe shilingi elfu kumi kwa gunia. Mimi najua serikali kuu inaendelea kujiandaa ili tuweze kuanza kununua mahindi na mchihatarize mchi, na mikora ambayo sasa imeanza kuzunguka huko vijijini wakinunua mahindi, na wengine ni wakora. Watakudanganya, watakulipa wapotee na mahindi yako. hakikisha yule unahusia mahindi yako unamjua. Tuelekee kaunti namba